Aa, sasa bwana, leo hii nimekuletea hii tiba ambayo ni muhimu sana aa, hum, kwenye huu mchanganyo ambao unaona na nadhani unavyona hivi, ni vitunguu maji hapo, tumekata kitunguu maji kimoja, alafu hapa kuna hiki hapa kitunguu saumu, lakini pia unaona haya ni majani ya yamwarobaini. Kwao huu mchanganyo Ukiubrandi basi kuna magonjwa muhimu sana ambayo unatibu e. Kwa mfano unatibu vizuri kabisa typhoid. E, typhoid utaitambua kwa kinyesi. Ukiona kuku kwako wanahara muhalo kama huu hapa, ujue basi hiyo ni typhoid, na hiyo typhoid inatibiwa kwa huo mchanganyo ambao nimekuonyesha hapo. Na sio typhoid tu, endelea kusikiliza hii video um, mpaka mwisho, nitakwambia magonjwa mengine mengi ambayo huu mchanganyo unatibu, lakini pia nitakuambia namna bora kabisa ambayo unaweza ukaandaa huu mchanganyo A, ni kukumbushe tu, sisi KingoFarm tunatoa elimu ya ufugaji. Kwa mfano hapa unaona tuna vifaranga humo, huu una, unauona hapa una, una, ni mkaa ndani ya hili banda, tutakuelekeza hatua kwa hatua jinsi ambavyo tumeandaa hili banda kwa ajili ya kuingiza vifaranga wapya, jinsi ambavyo tumetengeneza hii bulda. Haya yote waliopo kwenye kundi wanaelekezwa, chakula hiki ambacho tunawapa, tunawapa kiasi gani, ikiwepo na makadirio hiyo hapo. Kwa mfano ni starter Aa, lakini pia unaona jinsi ambavyo tunawalea hawa vifaranga jinsi ya kuzuia joto kuwapa joto yani kama hujawahi kabisa kujifunza ufugaji na ujui hatua za kufuga basi ni, ni, ni, ni sehemu sahihi sana. Tukuelekeza vitu gani tunawapa hawa kuku. Aa, lakini pia, mfano hawa vifaranga ni wa tarehe 13 walitotoleshwa tarehe 13 mwezi Novemba. Uh, na leo hii ni tarehe ishirini. Sisi tuliwapokea tarehe kumi na nne, tumetuza hapo kumbukumbu. Tokea tuwapokea amekufa kifaranga mmoja, uh, na hiyo tarehe tumeandika hapo. Kwa hiyo uh, yote hayo yote hayo utajifunza kwa kundi, kujiunga kwenye kundi letu. Ada yake ni shilingi elfu nane na hii elfu nane utakaa kwa muda wa miezi miwili Ah, pia tunavyo vitabu mbalimbali mbali ambavyo vinatoa elimu ya ufugaji pamoja na kupunguza bajeti ya ufugaji. Moja ya kitu ambacho wafugaji wengi sana wanahangaika ni namna bora ambayo watapunguza bajeti lakini pia na kupata faida kubwa. Kwa hivyo vitabu vitakusaidia vyote. Ikiwemo kutengeneza e, vyakula wewe mwenyewe kuna kanuni bora kabisa ambazo zitakuelekeza namna ambavyo unaweza kuwatengenezea kuku chakula na sio kuku tu hata kama unafuga bata na ndege wengine utawatengenezea chakula la kupitia hizi kanuni kwa gharama nafuu sana, lakini pia jinsi ya kutumia tiba za asili. Namna bora ambayo unaweza ukatumia tiba za asili ili kuweza kupunguza gharama za za ufugaji. Kama unavyojua, hizi tiba za viwandani kidogo gharama yake ipo juu. Kwa kutumia tiba asili utapunguza gharama na hivyo itakufanya upate faida kubwa sana kuliko bei ambayo tunauza hivyo vitabu. Kitabu kimoja e, bei yake ni shilingi 1000 na ni soft copy, tunakutumia kwa njia ya WhatsApp. Aa, sasa ngoja tuwaze na vipimo, aa, jinsi ambavyo utaandaa huu mchanganyo ambao unauona hapo. E, kama unavyoona hivi hapo, nimeshika kitunguu maji pamoja na kitunguu saumu. Aa, hicho kiasi ambacho nimekiweka hapo, utachukua na haya majani ya mwarobaini hayo. Kama ganja moja hivi, unaona hivyo ni hivyo chota. Aa, kisha utabrendi. Ukibrendi hivi vitu, hivi vitatu, hivi, yani mwarobaini kitunguu maji na kitunguu saumu utachanganyia kwenye maji lita tatu. Maji lita tatu, huo mchanganyo utaweka kwenye maji lita tatu. Kisha uh, kama kuku hanywe basi uta, utamnywesha, lakini pia utawekea kuku. Ni mchanganyo kwa ajili ya kuku wachache, yani kama unao kuku wachache, uta, utafanya hivi. Lakini kwa wale ambao wana kuku wengi, unao kuku wengi na unataka uwape huu mchanganyo Uh, utachukua vitunguu maji viwili, vitunguu maji viwili, uh, kisha utachukua na kitunguu saumu, eh, kimoja kile kizima kabisa, alafu utachukua uh, haya majani ya mwarobaini majagi mawili ya brenda majagi mawili ya brenda. Kama huna brenda, basi utatumia ile sado ya lita moja, kwa zitakuwa mbili. E, utavibrendi vizuri kabisa, kisha utakuwa unachanganyia kwenye maji lita kumi. E, kati ya maji lita nane pale mpaka lita kumi na mbili utakuwa unachanganyia una wawekea kuku wako, wow, mchanganyo kama huo. E, na magonjwa ambayo hu E, mchanganyo unakwenda kutibu moja ni typhoid. Uh, huu tuliandaa maalum kwa ajili ya typhoid, lakini pia uh, unakinga vizuri sana magonjwa yanayotokana na virusi kama vile kideli na gumboro aya. Uh, magonjwa kideli na gumboro, lakini pamoja pia na ndui uh, lakini uh, pia miharo kama unapata uh, muharo kwa mfano kuku wako umewazidishia chumvi labda kwenye chakula wanahara sana e, maji ukiwapa huu mchanganyo e, mharo unakata kabisa. Na sasa kama kuku wako na hiyo shida kwamba wana e, hara maji, yani unaona kabisa kinyesi kigumu kidogo wana hara, lakini juu e, ya kile pembeni ya kile kinyesi kigumu pana kuwa na e, maji mengi, utaongeza nusu kijiko kwenye nusu kijiko cha majivu kidogo utaongeza humo. Lakini pia e, huu mchanganyo utafaa zaidi pia kama utawapa kuku ambao wameshapata kideri. Yaani kama kuku ana kideri, basi utachukua majani ya mwarobaini kama nilivyokuelekeza, utachukua e, kitunguu maji, kitunguu saumu na kisha utaongeza kijiko kimoja cha majivu kwenye huo mchanganyo wako. Eh, kuku wako kama wanaumwa kideli watapona vizuri kabisa na kama tu hujui dalili za kideli, zipo nyingi sana mfano, kuku kuzungusha shingo, kukunja shingo, kuku kuhara kinyesi ambacho kina ukijani wa kuzidi. Aa, lakini pia eh, kuna ile kuku kusezia kuzubaa, unakuta kuku anazubaa, hiyo inakuwa inaandamana na vifo vinakuwa vingi sana. Basi ujue kuku wako wanaumwa kideli na typhoid. Utajueje typhoid? Typhoid ni muharo ambao una njano ya kupauka pamoja na mweupe kama vile vimechanganyikana eh, kama huo muharo ambao nimewaonyesha hapo. Lakini pia kuku anakuwa wao wanachangamka ila unakuwa unakutana na vifo vya mafungu mafungu, yani unakuwa unaona kuku watatu wanne wamekufa, watatu wanne wamekufa, basi ujue moja kwa moja ni typhoid. Na nimeelekeza hivi kwa sababu hii miezi ya eh, kumi na mbili wa kumi na moja kuku wengi huwa wanakufa kwa huu ugonjwa wa typhoid. Kwa hiyo ni mchanganyo ambao nimekuelekeza, ni vema ukaanza kuutumia mapema kabisa kabla hata hili janga halija kukuta ili uweze kuwakinga. Maana yake kwa namna nyingine, huu mchanganyo pia huaga unatumika kama kinga, huwa tunautumia e, kama kinga, na huu ndio ugonjwa wa kipindi hiki, lakini pia hata kideli huwa kinakuja kipindi hiki. Kwa hiyo ni vizuri zaidi ukitumia huu mchanganyo, kwa sababu e, utawakinga kuku wako dhidi ya magonjwa mengi. Lakini pia e, tusisahau jamani, usafi wa vyombo. Typhoid mara nyingi sana inasababishwa na uchafu wa vyombo. Kwa mfano, vyombo vile vya maji ukigeuza kule, ukiona kama vina uteute hivi, ukishika kama vinateleza hivi basi, hivyo ndio huwa vinapelekea typhoid. Pia maji machafu, kama unawapa kuku wako maji machafu, basi watapata e, typhoid. Kwa hiyo ni muhimu sana usafi wa mabanda pamoja na vyombo, vyombo vya chakula, wengi huwa waosha wanaosha tu vya maji. Kwa hiyo hivyo ndivyo ambavyo